Mambo vipi, hii ni Brady TV. Katika video hii nitakueleza mambo manne yanaweza kapelekea kichefuchefu au hata kutapika unapokuwa kwenye chombo cha moto safarini, kama vile gari, pikipiki au train. Kabla tujaendelea, nikukumbushe kusubscribe ku like channel hii, ili uendelee kuwa karibu zaidi na kuwa mnufaika wa kwanza pale tutakapokuwa tukikuwekea video, na kama utapata swali lolote, usisahau kuweka comment ili kwa wakati mwingine tuweze kujifunza na kupata uelewa mkubwa zaidi. Kwa mtu anapopata inapotokea kwamba anapata kichefuchefu kikali sana, anapopata hisia zinazoweza zikapelekea kutapika, matukio yote haya yanashughulikiwa katika sehemu ya ubongo ambayo inafahamika kwa jina la medulla oblongata. Sasa watu wengi wanapata kichefuchefu wanapata kichefuchefu wanapokuwa safarini, hasa wanapokuwa kwenye vyombo vya moto, aidha ni gari pikipiki, ama inaweza ikawa ni treni. Kwa hiyo uko kwenye treni unapata kichefuchefu. Sasa mambo yafuatayo ni mambo ambayo yanaweza kuwa ni ndo sababu sababu namba moja. Sababu namba moja ni mgongano wa hisia. Ubongo unapokea taarifa tofauti tofauti kutoka katika milango ya fahamu. Sasa unapokuwa kwenye safari e, taarifa zinazokuwa nakusanywa na hizi na milango za fahamu zinaweza zikachanganya ubongo na kupelekea e, mtu kupata kichefuchefu na kutapika. Sababu namba mbili inaweza ikasababisha kichefuchefu au kutapika mtu anapokuwa safarini ni harufu kali. Harufu hii inaweza ikawa ni harufu ya mafuta perfume vyakula. Uh, harufu inaweza ikachanganya ubongo pia na kupelekea mtu kutapika. Sababu namba tatu, sababu namba tatu ni uchovu. Uchovu wakati wa safari unaweza ukasababisha mtu kupata kichefuchefu au kutapika, kwa sababu ubongo unapochoka unaweza ukapelekea pia mtu kupata kichefuchefu au kutapika anapokuwa safarini. Sababu namba nne ni kula vizuri tumbo tupu au kuanza safari ukiwa na tumbo lililojaa sana linaweza likachangia kwa kiasi kikubwa sana kupata hisia za kichefuchefu na kutapika. Sababu ya tano inaweza ikapelekea kichefuchefu au kutapika kwa mtu ni hali ya kisaikolojia. Kuwa na wasiwasi -wasi kubwa sana wakati wa safari inaweza ikapelekea na kuchochea kwa kiasi kikubwa sana mtu kupata kichefuchefu wakati wa safari hasa wapo kwenye vyombo vya moto kama gari, treni au pikipoleza. Mambo saba ya kufanya ili kudhibiti kichefuchefu wakati wa safari: kitu namba moja, tafuta sehemu nzuri ya kukaa, hasa sehemu ambayo unaweza ukaona eh, mwendo unaoendana na hisia za mwili wako. Inapendekezwa sana kukaa siti za mbele au sehemu ya mbele ya gari, ili taarifa zinazokuja kwenye ubongo kupitia macho ziendane sawasawa na hisia za mwili. Jambo namba mbili, wakati wa safari tizama mbele utizame pembeni au chini. Hii itakusaidia wewe kuto kuchanganya hisia wakati wa safari, lakini pia itakusaidia kujua mwelekeo wa safari. Jambo namba tatu, epuka kusoma na matumizi ya simu kwa muda mrefu. Hii itakusaidia wewe kuto kupata e, mchanganyiko wa hisia na mgongano wa hisia wakati wa safari. Jambo namba nne, ili uweze kudhibiti hisia za kichefuchefu wakati wa safari, pata hewa safi. Fungua dirisha au washa kiyoyozi unapokuwa kwenye gari, ili uweze kupata hewa iliyo safi kwa ajili ya matumizi ya mwili wako. Jambo la tano la kufanya, kula chakula chepesi kabla ya safari. Kula chakula chepesi kutakusaidia wewe kuanza safari huku tumbo haliko tupu wala halijajaa sana, hivyo kukuepushia usumbufu na kusababisha kichefuchefu au kutapika wakati wa safari. Jambo namba sita, epuka harufu kali, harufu kama ya mafuta perfume, au chakula chenye harufu nzito, na wakati mwingine omba msaada wenye harufu ambayo pale unapoona harufu ambayo inaweza kukusababishia hisia zisizokuwa salama kwa afya yako na kukupelekea wewe kupata kichefuchefu au kutapika. Jambo namba saba, tambua historia yako unapokuwa safarini, kama huwa unapata changamoto kubwa sana ya kichefuchefu au kutapika wapo safarini, ili uonane na daktari atakayekusaidia kusaidia kupata dawa nzuri kwa ajili ya kudhibiti kichefuchefu unapokuwa safarini. Na kukumbusha kusubscribe chaneli hii ili uendelee kuwa wa kwanza pindi tutakapokuwa tukikuwekea video kila siku.